Kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 na mstari wa 11 mpaka 14. Kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kuanzia mstari wa 11, na hata mstari na hata mstari wa 14. Biblia inaandika inasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili kama mwana kondoo, akanena akanena kama joka naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti limepona. Naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awafanya wale wakao juu ya nchi naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka tuone ni nini ama ni roho gani inayeweza kuwakengeusha mtu ama kumwondoa mtu kwenye kukamilika ama kwenye kuwa mwaminifu kuwa kila mtu anatamani ama kila mtu tamaa yake ni kuwa mkamilifu mbele za Mungu, maana kila mtu anaingoja ahadi, kila mtu anaisubiri ahadi, na kila mtu amependezwa na ahadi za Mungu. Ahadi ya uzima wa milele, ahadi ya baraka kwa kwa habari hapa duniani. Zipo baraka ambazo Mungu anasema mtapata mara mia hapa duniani na hata huko mbinguni. Kwa hiyo kila mtu anafurahishwa na ahadi za Mungu kwa hiyo na kila mtu anatamani ni tamaa yake kutimiza ama kuwa mkamilifu, ili aweze kuwa mrithi pamoja na Bwana, ili aweze kuwa mrithi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia, nikasema hapo mwanzo kwamba shetani kazi yake ni kutukosesha. Shetani kazi yake ni kutushitaki usiku na mchana mbele za Mungu kwamba leo niko amefanya amefanya hivi hamefanya hivi leo niko amefanya hivi amefanya hivi. Wewe utaona ahadi za Mungu zinachelewa, kwa sababu zinaangaliza zinatazamwa mashtaka yanayoenda mbele za mungu siku kwa siku. Angalia mtu anaitwa Ayubu, ali mashtaka zilienda mbele za Mungu. Huyu mtu alikuwa ni mkamilifu, na Mungu anasema kwa habari ya Ayubu kwamba ni mtu mkamilifu, lakini shetani anaenda mbele za Mungu, anapeleka mashtaka, anamshtakia Ayubu. Ha, haikuwa sawa, lakini kwa sababu ya mashtaka, Mungu kwa sababu alikuwa na, anaangalia ama alikuwa akishindana shetani, ili ajue kwamba huyu mtu ni mkamilifu, huyu mtu ni mwaminifu. Kwa hiyo akai akaruhusu adhabu ikapita mahali fulani, ikapita kwa watoto wake, ikapita kwenye uchumi wake, ikapita na ya afya, lakini yote ya yote ni Mungu kumdhibitishia shetani ya kwamba huyu mtu ni mkamilifu, haijalishi itatokea nini kwa hiyo asa, ni nani ambaye anawakosesha wanadamu ama anawafanya wanadamu wasiwafikie ama wasifikie zile ahadi ama wasio wakamilifu? Ayesusikiri, ndio tukaona hapa tukasema, kuna roho huyo mnyama anaachilia, kuna roho inaachiliwa ulimwenguni, ili roho ni ya kuwakengeusha watakatifu, ni ya kulikengeusha kanisa, sawasawa na kitabu kile cha Hesabu cha, cha, cha sura ya ishirini na tano jinsi ambavyo walikengeushwa wana wa Israeli. Ilikuwa ni kanisa takatifu, ni kanisa ambapo Kristo alilitoa kule Misri, alitoa utumwani akawa analiongoza, lakini ghafla wakakengeushwa. Walipokengeushwa ikawa chukizo kwa Mungu, wakaenda kwenye agano sawasawa na jinsi ambavyo waliwaambia kwamba ile ardhi, angalia wale watu Nasikiliza watu wanaosoma nyakati, wanaoangalia wanaosikiliza nyakati mbaya. Kwa hiyo angalia, kuna roho ambayo inajua hapa kwamba hiyo roho inawakosesha wanadamu, inawakosesha watu kwa hiyo ibada za wafu ama ibada za mizimu ni roho ya kukosesha. Inaingia ndani ya mtu na kumkosesha mtu, anajikuta ameangukia kwenye agano la kumkosesha, la kumkosesha mtu, na akishakosea huyu mtu tunaona ukamilifu umeondoka, na ukamilifu ukiondoka, ahadi za Mungu hazitokei, ahadi za Mungu hazikamilishwi. Bwana Yesu asifiwe. Asaangalia mstari wa kumi na moja hapa, anasema hivi anasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili kama mwana kondo, akanena kama joka. Maanake alikuwa na roho ya Ibilisi ndani yake, huyu joka asemaye katika Biblia, huyu joka ni Shetani, huyu joka ni Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu joka, angalia, huyu mnyama akapewa uwezo, akapewa uwezo wa huyu joka kwa hiyo akanena kama joka. Kwa hiyo akawakosesha wanadamu, akawakosesha wanadamu, anawakosesha wanadamu zile njia zimpendezazo Mungu, anawakosesha wanadamu zile njia zinazompendeza Mungu. Na wanadamu wakisha pishana na ile njia, wanafarakana na uso wa Bwana sawasawa na Isaya 59 wakisha farakana na uso wa Bwana tayari zile ahadi zinachelewa, zile ahadi hazitokei kwa wakati, zile ahadi. Kwa hiyo tunaona kuna wakati, sikiliza kuna wakati unaweza mtu akafa hana dhambi na anaenda mbinguni, lakini kiukweli duniani hajamiliki. Kwa nini? Sasa tutasema mbona huyu mtu hajamiliki duniani na amekufa na ameenda mbinguni? Sikiliza, Mungu anafuata vigezo. Kuna vigezo vya mtu kumiliki, kuna vigezo vya kumiliki baraka, kuna vigezo vya kumiliki ufalme wa uzima wa milele. kwa hiyo angalia hasa kama, kama Lazaro alikuwa amempendeza Mungu lakini anaishi katika nyumba ya mtu masikini ya mtu tajiri. Yeye ni masikini, ana kitu ana hata ma mafuta kuja, ana hata chakula, anaokota makombo, alafu mtu ambaye yeye anaishi kwake ni tajiri, anavaa nguo za marao, nguo za zamani siku zile, zile nguo za marao kivaa, ndio unaonekana mwenye heshima, alikuwa na chakula cha kutosha, lakini huyu mtu ni mtakatifu inatuambia kwamba anakufa anaenda nakaa kifuani mwa Ibrahim, ni mtakatifu. Alafu tunaona Ibrahim anayempokea yeye, alikuwa tajiri kupita kiasi, alikuwa amemiliki kila kitu, lakini anampokea mtu kifuani mwake, mtu ambaye alikuwa masikini wa kutupwa na saa, alikuwa mgonjwa nazaela za kujitii. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo sikiliza, Mungu anasema anasema uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Anasema nami agano anafanya na wewe ni agano la kuwa baba wa mataifa. Kwa hiyo ili wewe baba wa mataifa, kuna ukamilifu, kuna mambo na yanahitaji mbele yako, tunahitaji na yanahitaji na kuna mambo nahitaji kuona, na si wewe tu, haitaishia tu kwako ita uh, ili agano ni kwa uzao wako na kwako pia. Kwa hiyo kuna mambo na yanahitaji yaonekane mbele yako, kuna mambo na yanahitaji yaonekane mbele yako. Kwa hiyo ah, angalia Mungu Anapotuambia kwamba mkao wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni, kuna mambo tunahitajika kufanya, kuna mambo tunahitajika kuomba, kuna neema tunahitaji ambayo hiyo neema ituingize katika haki ile neema ituingize katika kukamilika, kuwa wakamilifu. Maana kiukweli kabisa haiwezekani kibinadamu. Kwa nini? Shetani na yuko kazini Shetani huyu ambaye wa anawakosesha wanadamu duniani ndio huyo huyo ambaye aliwakosesha siku zile baba zetu. Wakaa katika hali ya kuasi. Shetani huyo huyo yupo mpaka sasa anapambana na familia yao. Anapambana na maisha yao. Anapambana na utakatifu. Anapambana na hiyo huduma waliyo nayo. Sikiliza, nikwambie, si rahisi. Si rahisi shetani aruhusu hicho kipawa cha kichungaji kifanye kazi ndani yako. Sio rahisi shetani akiruhusu hicho kipawa cha kinabii